Ndugu zangu wana wingwi na wana Micheweni na wana Kaskazini kwa ujumla, serikali yetu itaendelea kufanya kila linalostahiki kuhakikisha kwamba sekta ya elimu na sekta nyingine tunaweka miundombinu imara na vijana wetu hawa wanaweza kupata huduma stahiki. Nitumie nafasi hii kuwaomba sana wanafunzi wetu kuyalinda miundombinu ya madarasa yetu haya na majengo yetu yote haya, kwani ikiharibika hii tutalazimika kukosa huduma tu ambazo tumestahili kuzipata. Lakini ndugu zangu wa Wingwi na maeneo jirani, leo tumekuja kuifungua skuli hii. Tumepita, nimekagua tumeona maendeleo makubwa ambayo yamefanya, tumeona vyumba ambavyo vijana wetu sasa watatumia kompyuta, lakini tumeona maktaba za kisasa, lakini tumeona vijana ambao wanaelekezwa sasa, ambazo kuna simulation ya mambo mbalimbali mbali. kwa kweli hii ndiyo wingi tunayoitaka chini ya uongozi wa Daktari Hussein Mwinyi na Wizara ya Elimu, ambayo kwa hakika nikiri kwamba wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo hii ndiyo uhalisia, ndugu zangu. Tunafungua miradi ya aina mbalimbali, tunafungua miradi mikubwa, tunafungua miradi ambayo inaleta maslahi kwa jamii. Sasa hii ndiyo kazi ya Daktari Hussein Mwinyi na tumesema kwa kipindi hichi cha pili cha miaka mitano spidi ya utekelezaji wa miradi na shughuli za serikali tutaiongeza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kasi yetu katika kipindi hichi itakuwa kubwa zaidi kuliko kipindi kilichopita cha miaka mitano ya mwanzo. Nitumie nafasi hii kuendelea kumshukuru sana Daktari Hussein Mwinyi kuwashukuru Wazanzibari kwa kuendelea kutunza amani, na niwaombe tuendelee kuitunza amani yetu, kwani amani ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Lakini nitumie nafasi hii kwa waalimu wetu. Waalimu, sasa mtafundisha katika mazingira mazuri zaidi. Naomba sana waalimu, tuendelee kuwa kigezo chema. Kwa hiyo nitumie hadhara hii kusema kabisa viongozi wote, sio wa wizara ya elimu, wa wizara zote, lakini hapa kwa mustakbali wa elimu, waalimu tuendelee kuwa kioo cha jamii. Mwalimu ni mtu ambaye anaheshimika sana, mwalimu ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana, lakini mwalimu, jamii inamsikiliza kweli kweli. Kwa hiyo tuhakikishe Alhamdulillah waalimu wetu Micheweni na maeneo mengine mnajitahidi sana, lakini nimesema niliseme hili kama binadamu, tuendelee kukumbusha. Sasa ningependa sana sekta ya elimu na sekta nyinginezo tunapaswa tulinde maadili ya Uzanzibari. Wazanzibari tuna mila zetu, tuna silika zetu, tuna desturi zetu. Hayo mengine si ya kwetu. Sasa kwenye sekta hii tunakwenda kudil na watoto wadogo. Kwa hiyo yale mazuri yote yanapaswa yaendelezwe na halafu tuendelee kuwafundisha mambo mema.